Maisha yako yanakutegemea wewe. Utakavyojiweka ndivyo watu watakavyokutafsiri. Mafasi yako yatakutambulisha kwa jamii yako, maongezi ya kinywa chako, jamii itakuelewa kilichoko ndani mwako. Kwa hiyo, elewa kwamba maisha yako yako ndani ya maamuzi yako. Vile utakavyojiheshimu ndivyo jamii itakavyokuheshimu hivyo hivyo, utakapojirahisisha ndipo jamii itakurahisisha. Hata ukiwa mwanasiasa, hata ukiwa mchungaji, ukiwa raia yoyote, maisha yako yanakutegemea wewe. Heshima ni wewe, ndio namba moja. Ujeshimu ndipo jamii yako itakuheshimu, maana jamii itakutafsiri misimamo yako. Mungu akusaidie uwe kioo cha jamii. Uwe mfano wa kila hatua kwa jamii.